Kwa siku nne mfululizo rais William Ruto ameendeleza ziara yake ya maendeleo katika kaunti ya Nairobi, ambapo ameonekana kutetea ndoa yake na kinara ODM Raila Odinga. Waswahili wanasema hayawi hayawi. Akizungumza alipotua eneo bunge la Lang'ata, rais Ruto aliahidi kuwa kwa muda kati ya miaka kumi na miaka kumi na mitano, serikali yake itakuwa imebadilisha mtaa wa Kibera kutoka vitogoji duni na kuboresha kuwa eneo bora la wananchi kuishi kwa kujenga nyumba elfu kumi na tano za bei nafuu. Hii Lang'ata hii, hii Kibra hii tunaona leo ni slam hii, tutaibadilisha kwa miaka kumi ama kumi na tano. Hakutakuwa na slam tena hapa, hapa kutakuwa ni mahali ambapo ni estate, mahali wananchi wanaishi, mahali kuna maji, kuna stima, kuna vyoo, kuna usafi na mahali ambapo inatoshana na makao ya wananchi katika city ya Nairobi. Rais William Ruto akitetea ndoa yake na kinara wa ODM Raila Odinga amebaini kuwa Raila ni kiongozi mzalendo akiongeza kuwa hakuna jamii itakayotengwa katika serikali ya Kenya kwanza na kubaini kuwa si lazima jamii moja ifurushwe kutoka serikalini ili jamii nyingine ipate wadhifa serikalini. Hakuna jamii ambaye ni mgeni Kenya. Hakuna jamii ambaye ni wakimbizi Kenya. Hakuna jamii inaomba ruhusa kuwa Mkenya. Sisi wote kwa mapenzi ya Mungu, jamii zote ambazo ziko Kenya, ni Mungu amepanga tuwe hapa pamoja. Na mimi kama kiongozi wa taifa letu, mimi nimesema ya kwamba hii Kenya inatosha jamii zote. Hii serikali yetu inaweza kubeba jamii zote, sio lazima jamii moja iondoke ndio jamii ingine ingie. As Kenyans I am going to engage all patriotic leaders and all patriotic Kenyans so that we can work together. And I must thank the Honorable Raila Odinga for being the foremost patriotic citizen and leader of our country, accepting to work together with us so that we can have one united uh, country called Kenya. Rais akibaini kuwa sasa ni jukumu la kila kiongozi kuhubiri umoja na kukashifu chuki na ubaguzi ili Kenya ipige hatua za kusonga mbele kimaendeleo. Ile inatupasa ni sisi kama viongozi tuungane, tushirikiane, tuwaunganishe wa Kenya, tuondoe chuki na ubaguzi na mambo yale ambayo yanatugawanya na tuhakikisha kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza watu wa Kibra, jameni, mnakubali tuungane ama mnasema tutengane? Isaac Musioka, Undugu TV.